Nao walipokuwa wakitoka Yoshefati akasimama akasema, hmm? Nisikieni yenyi Yuda nani wenyeji wa Yerusalemu. Sasa msikie watu sasa, wa Dar es Salaam, na mnaotoka mikoani. Sasa mwaminini Bwana Mungu wenu, Mungu wenu mumwamini, ndivyo mtakapothibitika. Mnafanyaje? Mnatambuliwa, amen. Waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Na jana tulijifunza nini? Lile neno la kwanza. Kumcha Bwana ni nini? Chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana ni nini? Chanzo cha maarifa. Usipomcha Bwana utakosa maarifa. Na kumbe maarifa Mungu ameyaweka kwa manabii, ndio maana nataka kuongezewe. Amen. Amen. Umemaliza? Eh. Ndio maana kama unachukua chukua, yaani nasikia kama kitoto vile kinataka ki kuzaliwa, eh wala mama, mnaelewa habari hiyo? <laughs> kama kitoto kinataka kutoka, lakini sasa atwendeni. Ah, chida la baba ni